Niwaambie wale ambao hawatujui vizuri. Mengine yote tunaweza kuvumilia yote, ila kwa mtu atakayetaka kuvunja umoja hatuwezi kumvumilia hata kidogo. Mtu ambaye anataka kuvunja amani ya Tanzania hatuwezi kumvumilia, hata tusamehe katika hilo. Hatutamvumilia mtu ambaye anataka kuvunja amani ya taifa letu, CCM haiwezi kumuunga mkono, na nikisema sisi mjue, ni sisi ndio tunatawala, ujue hivyo Uduwe. Sisi si polisi, lakini tuna serikali ambayo tunaiongoza, na sisi tunaiambia amani lazima na mtu atakayevuruga amani waambieni sisi CCM inakataa. Ndio wepo madarakani kwa idhini ya Watanzania. Tunayasema haya hapa kwa sababu tunajua kwamba wako watu wengine, wako nje ya Tanzania, wengine si Watanzania, wengine ni wajukuu waliotutawala, wanasema sisi CCM, mmekaa sana hapa. Yeah. Na sisi tunawauliza, tulipojitawala tulipatana tukae mpaka lini? Watupe ushahidi tu. Watuonyeshe mkataba. Kwanza wamekuwepo kwa muda mrefu zaidi. Wajerumani na Waingereza wamekaa kwa miaka sabini. Walipoondoka walituachia wahandisi wangapi, katika nchi ambayo haina barabara? Walituachia madaktari kumi na wawili, tena wakuazima kutoka India. Walituachia mtu mmoja tu amesoma masters anaitwa Julius Nyerere, mtu mmoja tu, kwa miaka sabini. Tu tulidai tena, hao hao walikuwa wanatuambia, hamjasoma, hamwezi kuondosha nchi Mwalimu Nyerere akawaambia kama umeiba koti yangu na mimi nakudai, huwezi kuniambia itakutosha. Hiyo ni tatizo langu, mwenye koti <laughs> sio tatizo lako, wewe uliiba. Kwa hiyo nataka ni aseme haya, tuelewane. Wale wanaotuambia tumekaa sana, tunataka kuwajibu kwa kuwauliza, tulipatana tutakaa kwa muda gani?